Na leo hapa studio tumepata nafasi ya kuwa na daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya moyo kutoka Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, Dr. Samuel Jacob Ruimamu ambaye yupo tayari kutufungua macho lakini pia kutupa maarifa na kutueleza kwa kina kuhusu afya ya mioyo yetu. Karibu sana uh, daktari Ruimamu katika kipindi hiki. Asante sana ndugu mtangazaji Habari ya JKCI daktari? Ni njema, ndio. Uh, kwanza kabisa unaweza kutufafanulia kwa kifupi siku ya moyo ni nini na lengo lake hasa uh, ni nini ya yeah. hii ni siku ya moyo duniani ambayo ilianzishwa mwaka elfu mbili na Shirika la Afya Duniani, na lengo kubwa sana hasa ni kuleta ufahamu au elewa kwa Kiswahili kwa lugha nyingine kutu create awareness Hmm. Na ni nguvu ya pamoja ya dunia kuhakikisha jamii wanafahamu magonjwa ya moyo na madhara yake na namna ya kujikinga. Hmm. Na dokta, kwa nini magonjwa haya ya moyo yanapewa uzito mkubwa duniani na hapa nchini Tanzania pia? Yes. Ah, magonjwa moyo ya moyo yanapewa uzito sana duniani kwa sababu kila mwaka yanaonekana yanaua watu takribani milioni ishirini sio kumi na saba tena kama kama na takwimu za leo asubuhi na kaulimbio mwaka huu inatuonyesha inapanda sasa, maanake mm -hmm. kwamba ilikuwa kumi na saba kwa miaka iliyopita, sasa inafika takriban milioni ishirini, watu wanakufa na asilimia themanini magonjwa ambayo tunaita premature death. Watu wanakufa kabla ya wakati, yani mtu ajazeka wa umri ujapita lakini ameshapata magonjwa themanini na hayo magonjwa manini, ya asilimia themanini yanaweza tukayaepuka yaani yanakinga ya, yani, ya, nakinga, mm. ya preventable. Mm. Kwa hiyo dunia tunataka ijue ili iweze kuchukua mbinu sahihi za kujikinga ili kuepukana na vifo vya mapema. Katika kazi yako kila siku Dr Rimam JKCI, ni aina gani za magonjwa ya moyo ambayo mnakutana nayo mara kwa mara? Yes ya, labda nianze kwa kusema tuseme top 10 disease, cardiovascular disease ya kwanza ni pressure hypertension, lakini mtu akiwa na pressure, itakayofuata moyo utashindwa kufanya kazi heart failure. Na hiyo heart failure ni, ni moyo kushindwa kufanya kazi ni, ni, ni, ni jina ya unganishi heart failure. Moyo unaweza ukapata madhara mbalimbali. Daktari, haya magonjwa hayana Kiswahili chake kidogo kwa, kwa, kwa kwa bibi yangu ambaye naye ameamka asubuhi hii akinisikiliza akijua ni siku ya moyo, walau walau basi uh, tusimwache nyuma kidogo. Ndio kwa lugha nyepesi, moyo kushindwa kufanya kazi. Ndiyo. Moyo na viwango vyake vya kufanya kazi kwenye afya njema, lakini unaposhindwa sasa, hapo tunasema ni, ni moyo unashindwa kufanya kazi, au kwa lugha ya kitaalamu heart failure. Sasa Kiswahili fasaha so, mm, ni, ni, ni ngumu sana ku, kuipata vizuri hasa labda watu mpaka anze kutafsiri sasa kwa lakini kwa... hapo nadhani ni sawa, moyo ee, kushindwa kufanya, kufanya kazi, kushindwa kufanya kazi vizuri. Lakini moyo pia unaweza ukapata shida kwenye valve zake, kwenye ile valve zinazozuia damu inapo, moyo unaposukuma damu inatakiwa ende mbele iweze kuzunguka, ndio sasa, unatakiwa damu isirudi nyuma. Sasa zile zinaweza zika valve zikaharibika, damu aidha ikaenda na kurudi nyuma au ikashindwa kupita vizuri kama zile mm, valvu zitakuwa zimesinyaa, si, zime zimezuia njia, imekuwa ndogo. Kwa hiyo naye inaweza kawa ni magonjwa ya moyo, lakini uh, na pia kuna umeme wa moyo na wenyewe ukipata shida sasa, na moyo una Mungu ametuwekea betri ndani ya kwenye moyo tuliozaliwa nayo, sasa lile na viwango vyake akafanya kazi, sasa lile betri naweza ikapata shida au pacemaker ambayo Mungu ameweka kwenye moyo kila binadamu anayo, ndio maana moyo unapiga una unadunda na kunini, na ukija usalini, tunasema tunakupa umeme wa moyo. Maana yake umeme wa moyo unao, una njia zake kama za Tanesco tu, unapita hapo, unapita hapo. Sasa zile njia zikipata shida au betri lenyewe likapata shida, basi na yeye na kuleta ugonjwa wa moyo. Na unaweza ukaangalia katika kauli mbiu ya mwaka huu imesema usipuuze mapigo ya moyo. Mapigo ya moyo maana yake hapo yanaweza yakawa juu sana mm, au yakawa chini sana Kwa yote hiyo ni shida mm, lakini pia ana na saizi ya vyumba vya moyo ina saizi yake. Sasa tumeshotoka katika, uh, katika zile uh, zile kumi bora za yale magonjwa, ama hapo bado tunaelezea ile ya umeme wa moyo. Sasa unajaribu uh, kuonesia yes, e uh, nimeanza kutu. na, na, na pressure nimeanza moyo kushindwa kufanya kazi Ndio. Ni kuja varu za moyo ndiyo. Na kuja umeme wa moyo ndiyo. Sasa na vyumba vya moyo vile vina saizi. Vina sao, vikaharibika. Sao. Vile vyumba vinatakiwa takiwa saizi fulani. Kwa mfano chumba kidogo cha upande wa kushoto kina, kina paswa kiwe chini ya milimita arobaini. Kikiongezeka zaidi ya milimita 40, si kimeongezeka size, maana yake ukubwa wake size mm. umeongezeka sasa, na yeye ni shida, kinatakiwa kwenye size ile ile au chumba kikubwa cha moyo kinaitwa left ventricle, au ventricle ya kushoto, ndio eh, sayansi ya darasa la saba hii kwa tunaita hii sasa. Ile size yake lazima iwe maintained, kile chenye huwa kina kwa kinatofautiana kidogo kati ya wanaume na wanawake, kinapaswa angalau standard average kwenye hamsini. Sasa ukuta imezidi hapo, imekuwa 55 58, imekuwa 60, size yake milimita, hicho chumba kimekuwa Mm -hmm. Sentimita mm -hmm. yani tano au milimita hamsini, unaikuta sentimita tatu. mm -hmm. Na yenyewe ni shida, na maanake nyama za nje zimeongezeka, alafu imekibana kile chumba. Ehe, hiyo sasa inaitwa obstructive cardiomyopathy. Kwa hiyo unaweza kadirecti, au unaweza ukapunguza kile chumba kwa yote hayo ni shida, na mtu atapata shida sana hiyo vyumba vikibadilika pia. mm -hmm. Ehe, kwa hiyo sasa, ukitoka kwenye umeme unakuja kwenye vyumba vyake. mm -hmm. Sasa nimegusia kidogo, unaweza ukakuta hata wengine tunaona vyumba vimeongezeka saizi, lakini wengine tunaona vyumba vimepungua saizi. Sasa ukitoka kwenye vyumba, magonjwa mengine ambayo yanapatikana sana zaidi ambayo ni kwenye mishipa ya damu inayozunguka moyo wenyewe tunaita coronary arteries. Moyo una ile mishipa ya damu, kazi yake ni kupeleka chakula kwenye nyama za moyo, kupeleka oksijeni na kutoa pia sumu. Moyo moyo si yeye anafanya kazi, una produce gesi mbaya, alafu na yeye inabidi pite ili kwenye mapafu itoke nje, carbon dioxide. Sasa ile mishipa hasa inayopeleka chakula inaitwa coronary arteries. Coronary vein hatupati shida nayo sana, lakini coronary arteries zinaweza ikaziba. Ikiziba sasa, nanye nategemea mezibaje, naweza kaziba kwa ghafla, kifua kikauma sana, tunaita heart attack au ikaziba polepole pole, mtu anapotembea kidogo, anapanda ngazi, anapanda mlima, kifua kinauma. Kwa hiyo ni mishipa ya damu inakuwa inaziba polepole inaitwa angina. Kwa hiyo kati ya magonjwa mengine tunayopata ni mishipa ya damu kuziba, heart attack, au shambulio la moyo, au polepole inaitwa angina, lakini ukitoka hapo magonjwa mengine tunayoona ni kwenye ile moyo umezungukwa na kiwambo fulani yani layer ni kama kimfuko, umekaa kwenye kimfuko. Sasa mm -hmm. kile kimfuko katikati ya moyo kimf... na ukuta wa nje kuna maji maji, kwa kawaida hayo ni, sen... ni milimita hamsini mpaka mia mm -hmm. au cc. Sasa mm -hmm. inaweza kaongezeka sana kiongezeka sana, yenyewe tatizo naeto pericardial effusion moyo na yenyewe utapata shida sana. Umeme wa moyo utavurugika, kila kitu kinakuwa shida kama ma... maji yao yataongezeka, ya taw, ya na yeye anategemea. Sasa akiongezeka ghafla kutoka mia mbili yani lazima yatolewe, maana mgonjwa atapata shida. Lakini naweza kaongezeka polepole, kila siku polepole, nusu lita lita mbili, kama wiki, mwezi moja umepita, kuna moyo mtoa maji ya moyo lita tatu. Uh, dokta, kama nimekuelewa vizuri unasema inatakiwa iwe milzi hamsini mpaka mia ndio mpaka kufikia lita tatu. Ni maji mengi kwelikweli, kwa kweli ni maji mengi. Na mgonjwa huyo kwa <coughs> <coughs> kweli yupo, yuko temeke hapo, namwona, nakuja kila siku namwona naendeleaje, na labda ikuwa imesababishwa na nini Tutakuja huko kwenye, kwenye kuangalia haya uh, magonjwa yanasababishwa na nini sasa, sasa kwenye maji hayo, kwa sababu tunaweza sikumbuke kuniuliza mm, kwa sababu sio sio mambo ya kawaida mm. namba moja inayosababishwa kwa mazingira yetu ni TB, kwa hiyo mgonjwa nimeanzia dawa za TB na sasa sasa hizi naendea vizuri, maji yanakauka yote na nafikiri hakuhitaji upasuaji, ndio huo ha, mdogo wa kutumia ifaa maalum vya kutoa maji hayo kwa sababu kuyatoa si lazima uingie kwenye hayo maji na nyewe hmm. Ni upasuaji lakini huo sio wa kupasua kifua. Lakini sasa hayo maji yameongezeka pale, lakini ule ukuta wenyewe ambao ni fibroelastic, ili moyo uweze kudunda ile ile ule ukuta wa nje ambao ni ni, ni, ki, ni, ki, ni, ki, ni, ki, ni kimfuko ki, ki, kile kinapacho kile kinapanuka na kuongezeka, kwa hiyo akasema ni fibroelastic. Sasa kile kinaweza kikawa kigumu ikawa hiyo hiyo fiber elasticity yake ikapungua. Ikipungua hiyo tunaita constrictive pericarditis, yani unajikuta ukiwa mgumu na huko maji huwa yanapungua, na ikipungua na ukuta unajibana kwenye kwenye moyo wenyewe, yani moyo unakosa uhuru wa kuogelea. Mmm, moyo unakosa uhuru wa kuogelea na yeye ni shida. Watu wanakuja wamevimba sana tumbo, yani tumbo limevimba, tafikia na mimba akabia kujifungua. hmm. na ule ukuta ukiondoka, uondoa wanafanya Wadaktari sasa, wapasuaji wanakuja hapo, wale wanaopasua kifua wanaondoa hiyo mm. sehemu ya ukuta uliogandana kwenye moyo, mtu anakuwa napona. Na yenyewe pia inasababishwa nao mbalimbali, na yenyewe mbali mbali, ikiwemo TB mm. Kwao tunaanza kufikiria sababu mbalimbali mbali, lakini tunaona sana namba moja ni pressure mm. itakayofuata ni hiyo mishipa ya damu kuziba, ambao anaitwa mm. ischemic atherosclerosis Naam, msikilizaji, kama unafungulia redio yako na msikiliza, Dr. Samuel Ra Jacob raimamu ni daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya moyo kutoka JKCI, na leo ni maadhimisho ya siku ya moyo duniani. Uh, kama una swali lolote basi lielekeze kupitia chaneli yetu ya, ya YouTube ya UFM Radio TZ, mm -hmm. lakini vile vile pia kupitia namba yetu ya simu 0621 107 107. Dokta, kuna swali nadhani na, na, ulitamani ni kuulize mapema, uh, na nikakwambia tutakuja huko, uh, sasa nini hasa husababisha magonjwa haya ya moyo? Uh, ni magonjwa ya urithi ama kuna sababu za mtindo wa maisha? Ya, asante sana mtangazaji kwa swali lako zuri. Na sababu namba moja ya kubwa inayotusumbua kwa Waafrika ni mtindo wa maisha, na utakuta wazee wetu wanakuambia haya hey, magonjwa ya moyo zamani yakuwepo. mm-hmm. ni kweli, sio kwamba yakuwepo, labda hawakuwa na vifaa vya kuyachunguza, lakini kwa sasa hivi yanaonekana kila mwaka yanaongezeka

ni affordable health care yani, kuwe na huduma za afya zinazoweza kufikirika zinazoweza ku, ku, watu wanazoweza kumudu ehe, kwa sababu unaposema tunahitaji wajichunguze, ambayo inayofuata sasa ni health screening, yaani kuchunguza mapema, lazima uende kwenye kituo cha afya au kama unaenda mahali kuchunguza, lazima una vifaa vya kuchunguza watu sasa hivyo vifaa viwe affordable, viweze kuwa na na na na gharama ambayo wananchi wa kawaida wanaweza waakamudu. Kwa hiyo la pili, ah, uh, kwa nini tunataka kuzuia, niliosema ni kuchunguza mapema. Kama leo sehemu mbalimbali watu watakuwa napima kama unavyotangaza hapa pale, JKCI Tawi la Da Group, tumeshajipanga pale nje, tumatangaza watu waje kuchunguza mapema bure, bila gharama. Sasa ni kazi mtu kupanda daladala shilingi mia mbili mia tatu akaja pale tukapima sukari tukapima shinikizo la damu. Hiyo yote inatusaidia, kama akigundulika mapema anapata msaada, lakini lingine inaweza tuka tukawa na mtindo mzuri wa chakula. Hey, kwa hiyo, ulaji sasa hivi na yenyewe umekuwa ni, ni, ni shida kubwa sana. Kwa hiyo mtindo kubadilisha mtindo wa maisha wa kula vyakula vya kwetu tulivyokuwa navyo, sijajua tunaenda mpaka wapi, lakini watu sahizi wamebadilika, uraji umebadilika sana, na uraji unapobadilika sana, magonjwa yanaongezeka. Lakini tufikirie ya wazee wetu, kama zamani sisi ambao tumekuakua kidogo, umri umesogea, tunajua huko vijini tukawa tunakula vyakula ambavyo ni vya kawaida kabisa, vya kuchemsha na kuchemshwa na vyakula vyenu vya asili. Kuna wakati nilikaa Tukuyu, wanalima viazi sana, lakini sikuwahi kula chipsi viazi vyao walikuwa wanachemsha. Eh, unakuta unakaribisha hapo nyumbani na unapata chai na viazi vyako, viazi mviringo vimechemshwa. Vikiuza kuja Dar es Salaam ndio vinakuwa chips, lakini vikiwa kule Tukuyu vinachemshwa na kuwa viazi vya mm. mm. mm. kawaida. Yeah. Sasa yule mtu, akila viazi vyake ni wanga, carbohydrate. Na akiamka anaenda kupiga jembe. Wanaita ngwamba. Kwa hiyo anapiga ngwamba ile mpaka anatoka jasho. mm. mm. Mtu amefanya mm. mazoezi. mm. Ule viazi alivyokula vimefanya kazi ile energy iliyotokea mule ameibani. Uwezi ukakuta na kitambi ovyo ovyo. Sawa daktari, pia na, na, nataka kufahamu kidogo you... kidogo mm. uh, sana kofupi, daktari, tani, jibu ili, mzango, ulezi, mm. kwa ufupi daktari, tani jibu ili ni mruhusu na mwenzangu aulize swali kwa hiyo tuliuliza swali kwamba je, ugonjwa magonjwa haya ya moyo mm, ni ya kurithi ama mtindo wa maisha? Umetujibu ni mtindo wa maisha. Kwa hiyo hakuna yeyote ambaye anapata magonjwa ya moyo kwa kurithi, kwa ufupi tu? Yes, ipo ya magonjwa ya kurithi pia, kwa mfano presha. Baba akiwa na presha, mama na presha, watoto baadhi ya watoto wana nafasi ya kupata kurithi hayo magonjwa. Kwa magonjwa ya moyo pia yanarithishwa Sawa. wengi wao wanaamini kwamba magonjwa haya ya moyo ni mepesi sana kupatikana kwa watu wazima na pia wenye uzito mkubwa, kwa maana ya watu wanene, lakini tunaona tofauti sasa hivi, hata watoto wadogo pia wana magonjwa hao ya moyo, vijana tena wenye eh, miili membamba kabisa. Kwanza nataka kufahamu dhana hii ya mwili mkubwa na magonjwa ya moyo eh, kwa nafasi kubwa ipo kwa namna gani? Yes, mwili mkubwa maanake tunazungumzia uzito ambao umekithiri mm. Ukipunguza uzito unapunguza asilimia hamsini ya magonjwa ya moyo. Na mtu mwenye uzito mkubwa maanake anakuwa na pressure, anakuwa na kisukari mm -hmm. Mtu mwenye uzito mkubwa ana nafasi kubwa sana ya kuwa na mafuta mengi pia mwilini. Kwa hiyo sasa hivyo pressure, kisukari, mafuta mwilini mm -hmm inamsababishia magonjwa mbalimbali. Ukiwa na kisukari mara nyingi unakuwa na presha, ukiwa na uzito mkubwa unakuwa na presha, ukiwa na kisukari mafuta mengi presha, inasababisha mishipa ya moyo kuziba na pia moyo kutanuka. Kwa hiyo ukafikia umzito mkubwa sio direct, yani sio moja kwa moja mm, inakuzunguka huko na kuletea kitu kingine, hicho kitu kingine kinakuletea magonjwa ya moyo mm. Hiyo sasa ni kwa watu ambao wana uzito mkubwa. Sasa daktari, uh, kuna dalili gani ambazo mtu anaweza akaziona na kuhisi kwamba ana tatizo la moyo? Yes. Uh, mtu akiona dalili za magonjwa ya moyo maana yake ni kwamba amekuwa na zile risk factors kwa muda mrefu, lakini dalili ya kwanza, watu wanakuwa wanachoka, anatembea kutoka hapa labda na getini pale anachoka, naita easy fatigability, anachoka kirahisi Sio umelima kwanza asubuhi ukachoka, sema na ugonjwa moyo, hapana mm. Yaani, kuchoka kwa ambapo unafanya kitu kidogo tu, anachoka. Lakini wengine wanakosa pumzi, anasema anashindwa kupumua, na mara nyingi hasa akilala usiku anakosa pumzi. Anaweza akalala akakosa pumzi, akaongeza mtu wa pili labda, akasema mtu autoshi, kaweka watatu akaona utoshi, akaamka akakaa kwenye kiti kadi, anavyokaa anavyoongeza mtu labda, anakaa kwenye kiti anapata nafuu kidogo lakini wengine istoshi, anaweza kukaa kwenye kiti akaona itoshi, akaamua ukaa karibu na dirisha kwamba labda atapata hewa, kwa hiyo anakosa hewa mm. Kwa iwa, nakosa, ewa, nakosa upumuaji. Lakini pia akilala, frati akilala kwenye kitanda mm. anakuta anavimba miguu Ana, I mean, uh, anakoa. Lakini dalili nyingine ambayo ni ya tatu uh, ni kuvimba mwili na sana sana anavimba miguu na hasa wanapokuwa wamekaa au wanatembea sasa hii kuvimba unatembea au umekaa wengi wanakuwa kwa muda mrefu. Sasa wananiweka swali la mtu aliyesafiri kwenye basi kwa muda mrefu. Hiyo ni ya kawaida kwa sababu atakapopumzika miguu inarudi. Hii ni kama ambavyo umekaa kwenye kiti unakuta miguu imevimba. Lakini sio hizo tu, lazima uwe na, na risk factors ingiona na, na vihatarishi vingine, kama useme ana uzito mkubwa na pressure na kisukari. Hizo dalili zikija unaanza kuzifananisha lakini dalili nyingine ambayo inaashiria kwamba ni magonjwa ya moyo ni kuumwa kifua na hasa mtu anapofanya kazi um, ngumu kidogo au inayohitaji nguvu anapata chest pain, tunaita exertional chest pain. kifua hiki kina umaji dokta, ni mtu anapoa maeneo gani ya kifua ina, n -n -n, ogane? Yes sasa ya, ni kweli kifua kuuma sio ugonjwa wa moyo tu mm uh -huh. Sisi kwa kitaalamu tunaitwa chest pain syndrome. Sasa lazima mwisho wa siku ujue kwamba hii kifua kuuma ni kwa sababu ya moyo, ni kwa sababu ya mapafu, ni kwa sababu ya tumbo, ni kwa sababu ya mishipa ya damu. Sasa kifua alisha kuuma cha kwenye moyo, nimesema la kwanza, kina muuma anapokuwa kazi imeongezeka, anapokuwa anapanda ngazi, anakuwa panda kwenye mlima, chochote au kazi yote ngumu, mwingine hata akibeba ndoo ya maji nasikia kifua kinauma, kwa hiyo maumivu yatakuwa upande wa kushoto kwenye kifua ingawa sio lazima, hata upande wa kulia inaweza kuwepo, lakini hayo maumivu ya kiuma yatakuwa naenda shingoni, upande wa shingo yanapanda juu, yanaenda pia kwenye upande wa kushoto wa mkono, kwenye bega na mkono wa kushoto. Sasa hiyo tunasema ni typical chest pain, na anapopumzika yanapungua, anapofanya kazi yanaongezeka. Sasa hiyo ndio nasema, yanaweza kaja ghafla au yanakaja polepole mm. Yes. Dkt Mudo anatutupa mkono. Um, kwa watu ambao bado hawajaugua ni hatua gani za msingi wanaweza kuchukua ili kujikinga na magonjwa ya moyo? Yes. Kinga ya moyo ya kwanza nimesema early screening. Kuchunguza mapema. Na kinga ya pili kuzingatia ulaji ulio salama na unywaji. Tunaposema ulaji sio msosi tu, ugali na nini? Mm-hmm. Na hata na unywaji, pombe. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari. Kuona wenyewe na sio sigara tu. Sahizi watu wanatumia neno hata sigara, tunasema tobacco use, matumizi ya tumbaku. Ugoro, shisha, sigara zenyewe, hata bangi. Sahizi watu wanatumia. Kwa hiyo zingatia maisha salama. Kwa hiyo na pia kufanya mazoezi, mtangazaji, mwili mkubwa unapungua kwa kupunguza wanga, kuangalia mafuta ya kupikia sana. Sana tunapenda mafuta ya mbegu, yanaonekana yana salama zaidi. Unaposema mafuta ya mbegu mafuta ambayo hayagandi mm. Ukiweka hapo yanakaa ya hivyo hivyo yakiwa majimaji mpaka asubuhi, mpaka mwaka mzima, lakini na ganda ya wanyama ni shida. Sasa watu ukiambia hivyo, nakwambia ya sio ganda na bei gali, lakini moyo ni kama mafuta ya alizeti eh. Sasa moyo kumatabia ya moyo sana gali zaidi kuliko mafuta yenyewe mm. e. mm. Lakini pia kufanya mazoezi ili kuweza kupunguza mwili mm. Na mazoezi haimaanishi ukimbie mbio tunasema kushughulisha mwili, mwili lazima ushughulike. Huyo mtangazaji, ukiwa mahali hapa, wakati mwingine unanyanyuka, unaenda kufungua mlango unarudi, wewe unafanyaga zoezi hiyo. Mimi nikiwa natibu wagonjwa, naweza nikamua watu waka nje, alafu mimi naamka mwenyewe nenda kuwaita mgonjwa wa kwanza, akitoka naenda kufungua mlango, namfungulia, namrudisha. Si nimefanya mazoezi? Kwanzia muda asubuhi mpaka jioni, nimebani kalori za kutosha, kwa sababu ya kuamka kufungua mlango, kuamka na kufungua mlango. Sawa e. Dr. Ruimam uh, tunafahamu kwamba leo kuna upimaji na matibabu bure uh, bila ma, uh, bure pale JKCI da group. Unaweza kutueleza ni huduma zipi hasa zinatolewa na nani anaweza kufika hapo? ya yeah, hapo tunasema ni kila mtu, yoyote, hata watoto make tuna timu pia madaktari wa moyo wa watoto wanaweza kaja. Kupima vijana, wanawake, wanaume, wazee wote wanakaribishwa pale tutawapima pressure, tutapima uzito, tutapima sukari na wale ambao wataonekana wanahitaji tiba endelevu basi tutaweka kwenye kliniki yetu ya pale JKCI Group, watakuwa nakuja kutibiwa bure kwa leo, no. Leo hii ya kwanza tunawapa huduma bure, lakini mm -hmm, watakapokuja kutibia watafuata sera zilizopo. Kuna wenye bima za afya mbalimbali alafu kuna watakaolipa keshi katika gharama nafuu. Kituo chetu cha JKCI Tawi Rada Group ni moja wa vituo vinavyotoa matibabu ya moyo kwa kwa sasa kwa gharama nafuu. Consultation za kuniona mimi daktari bingwa mbobezi sio kubwa kama ambao utanikuta kwenye kituo mama cha Muhimbili. Ni gharama ndogo sana. Kwa hiyo wakaribishe, na hiyo ilikuwa maono yangu kwamba ni watibu wagonjwa wa moyo kwa gharama nafuu. Sasa kwa vile na kliniki pale, huwa nafurahi sana unapowatibu kwa gharama nafuu kwamba wengi wanaweza kaniona kubariki sana. Uh, tumalizie kwa hili uh, ujumbe gani kwa Watanzania katika kuadhimisha siku ya moyo duniani? Wajitokeze kwa wingi kupima afya zao za moyo mapema, ili waweze kuwa na maisha yenye afya. Kwa hiyo nitambia wazingatie kinga, kama nilivyoisema, wafanye uchunguzi mapema na wawe na maisha yenye afya ya moyo. Tunashukuru sana Dr. Samuel Jacob Rimamo, ni daktari bingwa. Karibu tena wakati mwingine daktari uh, studioni hapa, tuzungumze mambo haya, najua ni mapana, na leo hatujaweza kukamilisha kwa ukamilifu wake. Uh, msikilizaji, umetoka kumsikiliza daktari bingwa wa magonjwa ya moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, ambaye ametutembelea na kupatia elimu ya kina kuhusu afya ya moyo na pia kwa kutufahamisha kwa undani kuhusu maadhimisho ya leo ya siku ya moyo duniani. Tumeelewa wazi kuwa magonjwa ya moyo hayachagui umri, jinsia wala hadhi, lakini pia tumefahamu kuwa namna gani tunaweza tukajikinga mapema kwa kufanya maamuzi sahihi ya kiafya na tunaweza kuyaepuka kabisa. Tunakukumbusha kuwa leo hii tarehe 29 Septemba, JKCI wameandaa huduma za upimaji na matibabu ya moyo bila malipo pale JKCI Da Group, Tazara, Temeke, kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa nne usiku. Fursa hii ni ya kila Mtanzania, usikose. <todakana> <todakana> <todakana>